Tunakuletea nini asubuhi ya leo? Yale ambayo tumekuandalia ni hali ambayo iliweza kushuhudiwa huko katika maeneo ya Kamandi Lac, mkoani Kivu Kaskazini. Tega sikio, uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, sikia nini kilichoendelea, na baadaye tutaweza kuhudiana, tutafanya mahojiano na mkahadi aliyoko sehemu za Kamandi ili atupe picha halisi ya mambo jinsi yalivyokuwa na nini kilichotokea. Karibuni.

Apiye, mlete mabunduki huku Kamandi ile adui anakala kimbia taya, taya. Ah, mimi ni mkaaji wa Kamandi Jute, ah, ilikuwa siku ya ya posho asubuhi, tukaona jesi zikashuka si Kamandi-Lac ilikuwa zara ya saa ine ya muchana tukasikia habari ke shefu wa, wa muji hii ya Kamandi jite ameangukia ame ndani ya ambush ya ambushi ya wa wazalendo kule chini Kamandi Lac na wa, hapo hapo wamemuua na kumuchoma, na wakati jeshi ilisikia ilikuwa ingali mumulima yolu bo iliwaza ikashuka kwa limoya. Wakati ilishuka ikafika na anjana na mapambano ipande ya dizwitere eh, kwa dizwitere wakaanjana na mapambano na mpaka sasa jeshi ya M23 ingali kule kumaeneo za kamandi Lac ishafukuza wale wazalendo mazile maeneo na raia zote, yote yote ilisha, ilishakimbia zile maeneo, wengine walikimbilia nani kamandi shite, wengine wakakimbilia mashamba, wengine wakakimbilia vichumbi kuvuka mbahari kule, njo kwenye maeneo zenye raia inakaa ina kwa hii wakati na kwa sasa, ile msako ya jeshi ya M23, ingali kule chini masasi ndogondogo zingali zinasikilika na kule mmapori saa moya moya jo joo ile habari inyeme na nayua hapa kwa sasa mkubwa ndiyo ninapokufata, lakini inamaanisha kwamba kulikuwa makabiliano ya kundi moja na kundi lingine. Uh, wasikilizaji wetu pia watazamaji wa Kuna Nini News wangependa kujuaje ilikuwa ni kundi la wazalendo na M ishirini na tatu na washirika wao au na unapozungumza kwamba chifu aliweza kuuawa au, ni chifu alikuwa mwenyewe au alikuwa na uh, walinzi wake, na wale ambao sasa wanazunguuka wakiwa wenye kulalamika adui, adui adui, ni miongoni mwa walinzi wa chifu ambaye aliuawa au ni wazalendo wanaosema hayo au ni m ishirini na tatu. Lazima tafadhali, jaribu kuangazia watazamaji pia wasikilizaji Kuna Nini News, kuhusu video hii, hali hii inamaanisha nini? Karibu tena, na labda kwa kumalizia, swali langu hali ikoje hivi sasa katika mji, na wanani ambao wanaendelea kushiriki, yani kumiliki, kushikilia mji huo au sehemu hiyo ya Kamandi? Karibu ndio wa O, o, kulikuwa shefu alikuwa na na ekipe yake ilikuwa ya watu sita. Uh, sita watu sita lorusita yeye pekenja wengine watano walikimbia, walikimbia kuse ile njo eh, wakati ulisike ile video ya kusema wanamukimbiza wanawakimbiza wanakimbiza. Ndio vile me maeneo kwa sasa ziko mikononi mwa M23 wale vijana wazalendo washekimbiziwa maeneo zengine hawangali pale chini Kamandi Lac. Hivi nimekushukuru sana, na ni kupitia hayo maelezo ya kwako ndio tumetuananga kwa, tumetua kwa habari zetu za muda huu na kuomba ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wewe, ambao bado hujasubscribe, naomba usikose kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha komenti yako na kutuambia mahali unakotufata, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartaje kwa ndugu jamaa na marafiki. Wewe utakuwa ni mchango wako mkubwa na utatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi.